Wengi wanafikiri mauzo ni kujifanya na kudanganya, kuahidi wateja vitu visivyowezekana. Lakini ukweli ni huu, mteja haununui maneno, anunua imani na uaminifu wako. Kwa nini kumwambia jua hukatika wakati unaweza kumwambia jua linaweza kuchwa? Mteja wa kweli hahitaji kusikia ndiyo kila wakati. Anahitaji kusikia hapa ndiyo kikwazo, lakini nitaweza kukusaidia. Kama bidhaa yako ina dosari, sema. Kama huduma yako ina muda mrefu, eleza. Kama haujui jibu, kiri. Mteja anathamini uwazi kuliko maneno matamu. Unapomwambia mteja nikiwa na shida, nitakupigania. Unampa ahadi ya maisha. Mauzo si mchezo wa kuuza na kuacha, ni mwanzo wa dhamana. Wateja hawana hamu ya msaada wa mara moja, wanahitaji mwenye kusimamia hata wakati wa vurugu. Ukiwa tayari kusimama na mteja wako kwenye shida, ataweza kukufanya wewe mwenyeji wake wa kwanza kila wakati. Wakati mambo yanaporamba, wafanyabiashara wengi hukimbia. Lakini wewe, tofauti na wengine, piga simu kwa mteja kabla hata hajalalamika. Sema samahani kwa dhati, sio kwa maneno ya mdomo. Tengeneza tatizo bila kumdai mteja pesa za ziada. Mteja atakumbuka jinsi ulivyomtendea na ataacha pesa zake kwako milele. Mauzo ya kweli yanaishi kwa miaka, si kwa siku. Wateja wanaonunua kwako mara kwa mara ni wale uliowapa ukweli na heshima. Usiwe mfanyabiashara wanunua sasa, wa mfanyabiashara wanunua tena. Jenga uhusiano, sio mauzo. Kumbuka, biashara ni kama mti, mizizi yake ni uaminifu. Andika kwenye maoni na ahidini kuwa mwaminifu. Kama video hii imekusisimua, gusa kitufe na kushare, na waambie wafanyabiashara wenzako, biashara ni uhusiano, si ujanja.